Kwa kweli elimu ya, ya mpiga kura tumeipokea. Lai yangu ni kwamba Tume Huru ya Uchaguzi, ninaomba sana sana chonde chonde ile siku ya, ya Oktoba 29, ninaomba tu vijana wangu wadau wangu wa mwalo wamiliki wote walioko eneo la mwalo naomba walindwe bila buguza yoyote, yaani walindwe kwa usalama zaidi kuhakikisha hawabuguziwi kwenda kupata haki yao ya msingi hiyo. Ndo la yangu mimi, kama mwenyekiti wa mwalo wa Igombe, kwa majina anaitwa Peter Sospita Peter Bukanu, ni mkazi wa Igombe. Kwa elimu niliyopewa juu ya upigaji kura, naomba jeshi la polisi viongozi mbalimbali tunawaomba watuwekee ulinzi ambao utatufanya uta sisi tutoke kifua mbele kwenda kupiga kula. Unajua, ulinzi ukilegalega uki, na maana utakutana na makundi ya watu njiani. Unaona, wewe unaenda kumpigia kula nani, tayari utakapotaja tu, unaweza ukataja kwamba bwana, si umezidiwa kwa, kwa yale makundi, unaweza ukataja uka, ukashambuliwa. Lakini ukiwepo uongozi thabiti na maaskari wetu wakafanya kazi kubwa, na maana halizokuwepo jambo lolote la, la uhalifu. Mimi wito wangu kwa jamii ambao hawajapata hii elimu, kwanza kabisa nawaomba, itakapofika tarehe ishirini na tisa twende tukachague viongozi. Unaona, tukachague viongozi, yaani wewe huru kabisa kwenda kuchagua kiongozi, kwa sababu uchaguzi ni huru. Unaona, ni huru kabisa kwa, na tunaruhusiwa kwa kila Mtanzania aliye na umri wa miaka kumi na nane na kuendelea Nisipopiga kula na maana nitakuwa nimejinyima haki yangu ya msingi aidha, nilikuwa namhitaji diwani, nimpe diwani huyu huyo huyo diwani, nitakapomnyima kula, mimi tayari nitakuwa nimejikosesha kitu muhimu moja, naweza ile kula yangu moja inaweza ikanyima ushindi diwani wangu ambaye namhitaji, au rais wangu naye namhitaji, au mbunge wangu naye namhitaji. Tunaomba siku ya kupiga kula, tarehe 29 mwezi wa kumi tujitokeze kwa wingi, wakina mama wenzangu, wakina baba, vijana tujitokeze kwa wingi kupiga kura, tumchague kiongozi ambaye atakaye tufaa na kiongozi bora katika nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania ni amani, lakini kuna vyama pinzani vingine ambavyo vinataka kutuvurugia nchi yetu. Tunaomba sasa viongozi wa, wa serikali kama polisi jeshi la wanajeshi, mgambo, siku ya kupiga kula wajitokeze kwa wingi kutulinda, pia wapate usalama wa wananchi wetu, tenda kupiga kula kwa raha. Elimu ya mpiga kula lazima waelimishwe, wapiga kula wote wapite, wanaelimisha jamani, kupiga kula ni hivi na hivi na hivi, watu wanaelewa kwa diwani, kwa mbunge na kwa rais. Lazima elimu tuwaelimishe, kuna wengine ambao hawajui, hawajui maana ya mpiga kula ni nini. Lazima unamwelewesha, uwe na kipalata cha mpiga kula. Kwa jina anaitwa Tadeo Filipo, mimi ni mwenyekiti wa mwaro wa BMU Igombe. Kwa kweli kwa siku ya leo nimefurahi sana baada ya serikali halmashauri ya wilaya Ilemela kuleta elimu ya mpiga kula kwa kweli nimefurahi sana na zoezi limekwenda vizuri. Kwa majina anaitwa Shilinde Malyagili, ni afisa uchaguzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Leo tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2025 tuko katika mwendelezo wa jimbo la Ilemela katika kutoa elimu ya mpiga kura na leo tumefika hapa eneo la Igombe mwaloni kata ya Bugogwa, ikiwa ni mojawapo ya kata 19 za manispaa Ilemela, tukiendelea kutoa elimu ya mpiga kura kwa wananchi mbalimbali. Lakini kubwa zaidi kwa siku hii ya leo, tunafahamu mwaka huu tume imefanya maboresho mbalimbali katika sheria za uchaguzi na mojawapo ya maboresho hayo ni kwamba tume inaweza kuruhusu mpiga kura ambaye amejiandikisha katika eneo jingine na akaruhusiwa kupiga kura ya rais katika kituo tofauti na alichojiandikisha. Kwa hiyo, mnamo tarehe 15 mwezi wa tisa tume ilitoa tangazo la kuruhusu wananchi ambao wamejiandikisha katika maeneo tofauti mengine kuweza kutuma maombi ya kupiga kura ya rais katika vituo tofauti na walivyojiandikisha. Zoezi hili limeanza toka tarehe kumi na tisa mwezi wa tisa na litakwenda mpaka tarehe mbili mwezi wa kumi na wananchi wanaweza kutuma maombi yao kwa njia mbili. Moja ni kwa njia ya mtandao, kwa maana tume imetengeneza poto maalum ambayo inaitwa KRP. Kwa hiyo mwananchi mwenyewe anaweza akaingia mule akajaza taarifa zake na akatuma maombi, lakini njia ya pili ni ile ya kutumia fomu. Kuna fomu inaitwa namba 29 ambapo mwananchi anafika kwa msimamizi wa uchaguzi, anajaza ile fomu na anaweza kujaza kituo ambacho anataka kupigia kura ya rais ambacho ni tofauti na alichojiandikisha. Kwa hiyo tumefika hapa, tumeelewesha wenzetu, ambapo kwa kiasi kikubwa wa, wakazi wengi wa eneo la hili ni jamii ya wavuvi ambao walikuwa hawafahamu kuhusiana na hicho kitu. Kwa hiyo tumeweza mpaka sasa kuwa na wananchi takribani ishirini ambao wamejaza fomu hizo na mwananchi akishajaza fomu hizo, msimamizi wa uchaguzi anaichukua fomu ile, anaenda kuingiza kwenye mfumo. Mwananchi anapata ujumbe wa, wa message kupitia simu yake aliyejaza pale kwamba ombi lake limepokelewa, then tume itaenda ku approve kule, na akishaapruviwa, kwa maana akishakubaliwa, atapata pia ujumbe wa message kwenye simu yake kwamba ombi lake la kupiga kula kwenye kituo tofauti na alichojiandikisha limekubaliwa. Kwa siku ya tarehe ishirini na tisa ataenda kwenye kituo ambacho aliomba kupigia kula na atakuta jina lake mahali pale.